y ndugu yako chumvi nyingi imeshatutoka Amefariki. Amefariki, amekufa. Katika maisha yako kimoka, utaweza kunenepa. Wallahi nakuapia, Allahu Allahu Eh? <laughs> <laughs> <laughs> <mimic distinti> <gulia> yatupaswa yeah sisi tuwe mfano wa kuigwa kupitia huyu tunayemuona hapa. Tulikuwa naye juzi tulikuwa naye majuzi, lakini leo tumekuja kumpumzisha katika maisha yake ya milele huu ni mwezi <mimic> wa Ramadhani, watu wanafunga. Kwa hiyo kinachotakiwa nirudie tu mumba wako, sakalatul mauti, sakalatul mauti

Ondokeni haraka sana. Hapa sio sehemu salama. Sasa unasema tuondoke vipi? Na vipi kuhusu mamangu wakati unajua yuko huko? Tutaenda kuongea vizuri huko. Ila kwa sasa hivi tuondoke. Hebu subiri kwanza. Unajua wewe ni mwanamke tu. Wanatakiwa kutuambia ili tujue sababu ya kututoa hapa mkuku mkuku ni nini? Sasa kutuambia tu tundokeni tundokeni inakuwaje mambo haya. Kwa mbili mbili, kwa mbili mbili. Mbili. Tuanze na mambo ya Kaka Slika. Nye. Tusijifanye tajiri. Naomba nisamehe, mimi ni binadamu, na ninateleza, ninahisia pia. Naomba nisamehe. Ndiyo sababu ya kunisaliti kwa hilo? Ama kweli, wanawake walimu wao ni vivipofu, usilolijua sawa na usiku wa kiza uka hapo udomase ugenini usilale ghadhabu nyingi kula kulasala. Mimi unanifanyia ghadhabu wewe, kwa sababu niko bize na kazi zangu unanifanyia mimi ghadhabu. Sasa, sikiliza, sijawahi kusamehe mtu katika ulimwengu huu, na ndio maana nimeweka hichi. Sijawahi kusamehe mtu. Papa ruma mlango wa chuma, ukifungua unakuwa una huruma. Ndio mimi, hakuna lingine, siongei mara mbili, ni mara hii moja. Ha! Sasa kinanishangaza huko umefata nini? Mimi lile bonge nalijua, lakini mwenye nashangaa la kumuona hapa. Ila kinachonishangaza kwani yeye hajafanyiwa vile yule kupa nguvu? Sisi tulikuwa ndani tumefungwa. Inaweza labda tulipokuwa ndani, nje kule wakapeana ah. Ah. peana, sisi hatujui. Haya, afu inaonekana ule kashakuwa zombi tayari. Zombi chibonge. Sio hata macho yake yanaonyesha ana ushahidi. Mekundu. Mbona? Sasa mimi ni sofa. Mimi hapa ninavyoona kwa hali inavyoendelea, tutakuja kujuta huko mbeleni, kwa sababu kila siku wanaletwa watu wakakamavu. Wanaletwa watu wenye nguvu, wenye vitambi vyao, vitambi vya minyoo. Sisi hatuna vitambi, hatuna nguvu. Kwa hiyo mwisho wa siku bosi anaweza akabadili mawazo, au wenye nguvu wakaletwa kwenye vitengo vyetu, alafu e, sisi bosi anatuona, anaona mimi mlevi. Haya, wewe, jicho moja, unaangalia hivi, huoni vizuri. Sasa naamini hichi ndo kitakuwa sahihi kwako. Nitawaza na kuamua mimi, si mtu mwingine nikufanyie nini katika imaya yangu au kufanya lolote lile. Hichi ndo sahihi kwako, mimi ndiyo mwamuzi kwa muda huu. Hii maiti yako

Mimi ninachoona kisofa tutoroke. mm -hmm. Unajua, hata mimi kukudadisidadisi hivi, kukuulizauliza maswali, nilikuwa nataka nipate majibu kama hayo, ama mwenzangu umepapenda au hujapapenda. Kumbe wewe kama mimi, mimi nilikuwa na mpango wa kutoroka mda mm. tu sawa, lakini kwa nataka nifanye peke yangu nitafute tundu nipenye niondoke, ila nawe kumbe una mawazo kama hayo. Je, wesu mesemwa na mifumo haya, tunafanya jifanyiji hapa, tutoke katika ingome vipi? Mkuu alikuulizia, lakini nikamwambia kuwa upo mpakani unakamilisha ulinzi vizuri. Kwa sasa afya yangu imeshaimarika na ninachokifikiria ni kurudi huko mkongo nikahakikishe nateketeza familia yote ya mke wangu. Namaanisha mke wangu, mama yake pamoja na mjomba wake, ili nifute kabisa huu ushahidi. Jambo zuri, ni lazima ufute ushahidi kwenye hili. Mi mwenyewe pete yangu ameiokota mjomba wangu, nilivyomuuliza, akaniambia ti mepotea kwenye mfuko wake wa suruali, lakini sasa alivaa na akaona kila kitu tunachokifanya sisi. Sikutaka kumchelewesha, nilimpa biliani tamu kupitia kikishoka kifupi, shamalizana naye. Safi sana, umefanya kitu kizuri sana. Ama hakika wewe una stahili kuwa mfano wa kuigwa. Ngoja na mimi niende nikasababishe Mi hapa kisofa mi na mfumo kama wa Yanga nne nne mbili, mfumo uliofanya Simba wakakimbia uwanjani. Sasa iko hivi, njoo nikungate sikio. Sasa sikia, tutafute madumu ya maji hata zinne, tunaloesha kila muda ukuta kila muda tunaloesha. Mwisho wa siku udongo unamomonyoka, woo, tunaliona tundu, afu tunapenya mm-hmm. Acha ujinga wewe. Hii. Yaani mimi nimekuangalia na nikajua unakuja kunipa mfumo uliokuwa mzuri hasa, tuhangaike tuchukue madumu ya maji tuweke ndani tuloeshe udongo, akati sisi tuko huru ha? si freedom, tunatembea muda wote, tunakifanya kitu tunachokitaka muda wote. Ni poli yote, mimi ni njia yangu kutoroka nyuma kwa nyuma au katika poli nikimbie hilo, you know. Nao neno hizi pombe muda mwingine zinakuwa zinawengesha sasa we una mfumo wote, inabidi safu nisikilize mimi sawa. Ukaye nyuma mgongo, ni kuongoze njia basi. Sawa, wakimaliza mambo yao, si tunaangalia nje usalama, tunachumuka ddan unajua pale umetutoa pale heyaheya mpaka kwa sababu unatupeleka tuhnza kuingia polini. Pale kuna nini? Muda sio mrefu, Babangu alitoka pale na alikutana na mama yako na mpaka hivi ninavyozungumza mama yako ametekwa na yupo katika kijiji cha wafu. La haula, mama yake ametekwa? Lakini jamani, haya mambo haya mimi ndo nilikuwa nayakataa. Kwa hiyo mimi nadhani hapa palipobaki, hebu mjisaidie nyinyi wenyewe, mimi niacheni tu niishie hapa hapa, kwa sababu naona kama mimi imani yangu ndogo. Si unaanza kusikia mambo ya kutekana tekana, nayo ndoala alomkuta Roma, kuna kijana mmoja nasiiagaa naimbaimba mambo ya vijana alitekwa. Sasa mimi ayo siyawezi, kwa hiyo nendeni, mimi nadhani hapa iwe mwisho tu, Shekhe. Usinishangae sana maana hata mimi mwenyewe nishawahi kujishangaa, nikashindwa kupata majibu juu ya mshangao wangu. Usiwe na tabu, hata kama akikushangaa hawezi kujua chochote. Hapo alipo ameshabadilika, yupo kwenye majukumu yangu sasa. Na hata wewe nilivyokuita na maana mahitaji yangu, nahitaji uende mpakani ukapambane hiyo kazi unaotaka kunipa mbona mimi nanitia ugumu? kwa sababu mimi, uliniweka kule kijijini niwavute watu ili waje huku, mfano ni kama huyo. Sasa naona kama mimi hiyo kazi sitaiweza, kiongozi wangu. We sijawahi kukataliwa hata siku moja. Elimu ya dini ni elimu ya imani, imani ya moyo ndio maana mashekhe anapofariki mtu, nyee ndo mnapewaga sanda kushona, lakini pia mashehe nyee ndo mnapewa kazi ya kuosha maiti, lakini nye mashehe ndo mnaambiwa ya mtangulie kuingia chini ya kaburi pale kwa ajili ya kupokea maiti. Maana yake roho zetu zinaonekana ngumu katika hili, moyo wako imekuwa laini au kwa sababu sio mama yako? Nisikilize Shekhe, tunazidi kukuomba na tunakuomba tena, tunategemea dua yako huko tunapokwenda. Ikiwa mama yangu mimi na mama yake huyu ametekwa, huyu hapa binti shangazi yake, yani mama yangu mimi, huyu shangazi yake. Lakini mpaka sasa hivi huyu hapa naye mama yake ametekwa. Wewe ndo msaada pekee wa kuweza kutusaidia sisi, tukawasaidia waliokuwa kwa kijiji cha wafu. Ukisema sijui wewe mwisho wako hapa, ndo una maana gani? Lakini kama shida yenu ni dua, tufanye kama tulivyofanya siku ile. Wenyewe nendeni, mimi nitabaki hapa, nitakuwa naombea dua, nitabaki na shehe wangu. mm -mm. Eti wewe, unaonaje kwa upande wako? maana aae na nguvu za kiza. Ndio haiwezekani kubaki kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa ni kwa lengo la kumuokoa Chuma, lakini kwa sasa hivi tunaenda kukiokoa kikosi kizima. Kwenye himaya yangu nikamwambia mtu afanye kitu alafu akakata, sijawahi hilo. Ndiyo kwanza wewe kiongozi, acha kukausha sauti yako. Mimi na uwezo wa kuifanya hiyo kazi, na kama umeniamini basi nami nitakuaminisha huyu hana nguvu za kunizidi mimi. Kwangu wewe si lolote, si chochote. Nakuahidi, utapambana na chochote kitakachopita katika njia zangu. Na kukuthibitishia hilo, unatakiwa uniamini. Unaonaje? Sikiliza, sipingwi. Natakiwa ufanye hilo. Sawa, nilivyotoka kule, nilivyokuja sikuja kimapambano. Ni vyema niende nikajiandaye, alafu ndo ninije kwa ajili ya mapambano. nakupa dakika tano tu. Sawa mkuu. Hauna jeshi pale, lakini Konde Girl nipo jeshi la mtu mmoja, kama watu mia moja. Sawa, kikosi cha mizinga na kutoa kule, kikosi cha mizinga, kikosi cha wazazi na kutoa kule. Sasa wewe ukianza kuwa mwoga hapa, unatutia mashaka wote. Niwaambie ni kitu, yule mzee mimi alinipaga dawa. Hiyo dawa ni kama kinga, yaani amwezi kuonekana na wachawi, lakini pia hata mkionekana, hata ukipigwa kisu cha roho, kisu kinadunda, kinapinda. hiyo dawa

Tondokeni sasa. Ngoja nivae kofia yangu ilisomewa dua na Muhammad Salim Ame. Lakini niwaambie ni kitu, tusitiane uoga jamani. Huku tunapokwenda letu liwe hili. Tusitiane uoga tunapokwenda. Maanake itasoma kutajani usika huyo a a tutachanganyana. Mimi mwenyewe hapa machaje kundeza. Naomba Mungu baba ili aweze kutusaidia. Uzuri, uzuri, uzuri. Shira. Wewe

Kule niko chini ya miguu yako kaka, naomba usinlegesha tena kurejela kule. Ni mateso tu, hakuna furaha, ni kute sana tu muda wote, mara unaenda kurima, mara unaenda kufanya hivi. Kaka naomba sana unisamehe kwa hili. Nimejifunza vitu vingi sana kurejela, nimejifunza vitu vingi vya kidunia na ndio maana nikaamua kutoroka kaka. Kura sio pazuri kaka, kura siwezi kuishi. Naomba ribebeli jukumu kama mdogo wako, nitazame kama mtu wako wa karibu, ndugu yangu, na uweze kunisamehe, usirudishe tena kule jela. Nasikitikia sana hivi mnavyokaa kwa sura zenu za huzuni. Mnahisi hiyo huzuni yenu inaweza kuwatoa hapa? Jibu ni hapana, hamwezi kutoka hapa, ila kuna njia rahisi sana ambayo nyinyi inaweza kuwatoa hapa, na hiyo njia si nyingine, ni kuungana na sisi, kuungana na kiongozi wangu jemedali Chamtungi, twende tukapambane hapo kidogo, ndo mnaweza kupata msamaha kutoka humu ndani. Lakini kwa kutegemea hizo huzuni zenu hamwezi kutoka. Mbona kama leo sikuelewi? Umekuja na stairi gani mpya hiyo? Na nilijua tu, yaani nilijua nikija hapa lazima nitakukuta wewe. Nilijua nikija kumwenyekiti lazima nikukuta wewe lakini naomba unisamehe baba lijukumu, kama mdogo wako bro. Mateso ambayo nimepitia kule sitaki kurudia tena, nimejifunza bro. Nitazame kwa jicho la pili, hebu nitazame kwa jicho la nyama. Naomba unisamehe kwa hili kaka yangu. Unaongea nini kaka? Unafikiri nitaongea nini zaidi ya kuomba msamaha tu? Kinywa changu hakitamki kitu chochote zaidi ya neno la msamaha. ah! Msamaha na msaada ni kama sadaka, havilazimishwi kupokea wala kutoa. Unahitajika nje! Unahitajika nje! Jamani, kumbukumbu zangu zinanionyesha kwamba wewe mara ya kwanza kati unatupokea sisi, uliahidi kwamba utakuwa pamoja na sisi tukimkabili yule mzee, kupingana na mambo anayoyafanya. Imekuwaje tena leo hii unakuja eh? Wewe unaanza kuchanganyikiwa, unanijua mimi? <coughs> akili zako zishaanza kuruzi, zishaanza kwenda mlamu. Nikwambie tu, huyu kiongozi namjua miaka ishirini na sita nyuma iliyopita, niko naye na ninavyoangalia kwa umri wako kipindi hicho sijui ulikopo wapi. Alafu unaniambia mimi una nifahamu sijajia, hayo ya kufahamiana. Nimekuja hapa ili niwaambie tu na ni njia ipi mnaweza kutumia ili muwe huru. Uhuru wenu pekee ni kwenda kupigana vita na sisi, maana yake ni kuungana mimi na kiongozi wangu, tuwe na jeshi kubwa. Tukiingia vitani, tunaenda kupambana kweli kweli, si mchezo mama. Kwa umri wako ya ni bora ukaumalizie nje kuliko kuendelea kujididimiza huko ndani. Tumia busara zako kumshauri webinti huo, ndio usalama wenu.